vipaumbele vyetu viko vitatu tumesema elimu kilimo na afya ni miongoni mwa vipaumbele ambavyo vimeshaini na Watanzania wamevikubali na hatimaye wameonyesha nia ya dhati ya kunichagua Oktoba 29 ukimchagua Kibonde Oktoba 29 utakuwa umechagua elimu bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Na wakati huo wa huo, tumesema elimu yoyote inayopatikana duniani popote, tutawapeleka vijana wa kitanzania waweze kwenda kupata hiyo elimu kwa gharama za serikali, sio gharama ya mzazi, gharama ya serikali, nchi yoyote duniani. Na baada wewe weo kumaliza masomo huko nje, utapashwa kurudi Tanzania, kama ni mkazi wa Katavi ili sasa utuletee ujuzi wako uliopata huko nje kwa manufaa ya Wanakatavi kwa kuwa umepelekwa kusomeshwa na gharama za serikali ya chama cha Makini. Makini oye! Kuhusu sekta ya anga, tumesema tunakwenda kuboresha sekta ya anga kwa maana tutakwenda kuboresha viwanja vyote vya ndege vya mikoa nchi nzima tunahitaji kila mkoa Dreamliner, ndege kubwa za kisasa ziweze kutua kila mkoa, na hatimaye hizo ndege pia ziweze kutua masaa ishirini na nne, sio kuchagua mchana. A, a, miundo mbinu tunayokwenda kuweka ni miundombinu ambayo ndege zitue mchana na usiku, ili sasa Watanzania wampanda tuweke mazingira mazuri, na serikali yangu itaagiza dreamliner sabini ili kila mkoa ndege itue na ipae kila mkoa ndege itue na ipae na tumebaini ya kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri ambao ni salama duniani uweze kasikia ndege zinaanguka mara kwa mara kwa mara kwa huwo usafiri usio wa watu maalumu serikali yangu mtanzania wa chini mkulima wa chini anakwenda kupanda ndege